Tukae na kuongee na watoto wetu kuwasii kwamba tarehe ishirini na tano tarehe ishirini na tisa ni siku ya kwenda kupiga kura. Unapiga kura unarudi nyumbani, piga kura, njoo kwenye eneo lako la, la soko kuja kufanya biashara zako, ili uweze kuwatafutia riziki watoto. Ndugu zangu, kwa umaskini tulionao, kwa umaskini tulionao, hatuna stoko Vita vikitokea utokufa kwa risasi, bali utakufa kwa njaa ukiwa nyumbani kwako umejifungia na watoto wako, huku nje mabomu yakiwa na lindima. Hiyo jambo tusilikubali na tusilikaribie na tulikatae. Amani oyee! Oh, amani safi. Ndugu zangu, nilikwenda Sudani ya Kusini, nilikuwa Sudani ya Kusini miaka sita iliyopita kutokea labsha ya vita nikiwa sudani Kusini, tumejificha hotelini zaidi ya wiki mbili. Bahati nzuri ile hoteli ilikuwa na stoko ya chakula, mabomu yanayolia nje, mimi niko ndani ya chumba, maeneo ya jumba, niko ndani ya chumba, ndani ya chumba, lakini nimejificha chini ya uhumu wa kitanda. Ndugu zangu, tusiombee vita, tusivikaribie viashiria vya vita, na kuombeni, na kuombeni, na kuombeni. Ndugu zangu wachungaji, mashee na maaskofu, tuzitumie hizi siku mbili tatu kuhubiri, tuwaeleze waumini wetu namna ya kuhifadhi amani, tuwaeleze waumini wetu umuhimu wa kwenda kupiga kura, maana kupiga kura ni haki ya kimsingi, na lazima mtambue, mtambue kuto kupiga kura umejinyima haki yako ya kwetu kimsingi na yule anayemzulia mtanzania yeyote kwenda kupiga kura anakuwa amefanya wawaini na kesi ya wawaini ni kesi mbaya ambayo ina dhamana. Vijana wenzangu, ndugu zangu, tusikaribie. Ndugu zangu, kuhusu miundombinu ya Arusha, ili kukuza uchumi wa nchi na mwananchi mmoja mmoja, lazima miundombinu iwe rafiki. Tumebainia kwamba Arusha kuna foleni isiyo na sababu kuna foreni kubwa, hivyo mwarubaini wa kwenda kutoa foreni jiji la Arusha ni chama cha Makini chini ya Kosta Jimmy Kibonde tunakwenda kujenga flyover. tunakwenda kujenga flyover za kutosha Arusha akitaki foreni, tunakwenda kuanzisha barabara za pembezoni na barabara za kisasa zitakazopitika masaa 24 na msimu wa mvua na msimu wa jua ili kuondoa msongamano wa foleni. Foleni inadidimiza uchumi wa nchi na uchumi wa mwananchi mmoja mmoja. Tunakwenda kuandaa mipango miji. Jiji la Arusha ni jiji la kimataifa. Tunataka jiji hili lifanane na kuitwa jiji la kimataifa tunakwenda kujenga nyumba za kisasa magorofa ya kisasa, kisasa. Tunakwenda kukuza sekta ya utalii, tunakwenda kuongeza pato la kitalii jijini Arusha, na ndiyo maana tunasema tunakwenda kukarabati uwanja mkubwa wa ndege Arusha, zikiwe ndege kubwa, watalii waingie na kutoka, na tumesema chini ya serikali yangu mimi mabalozi wote watakaokwenda nchi za nje kwa ajili ya kwenda kulitumikia taifa ni kwamba lazima waende na vipaumbele vya utalii, kuwafanya watalii waendelee kumiminika Arusha, na vijana wa Arusha, hatimaye mpate ajira kupitia utalii, muingize fedha za kutosha kupitia utalii, utaliiye hey, hey.